Ndugu waandishi wa habari, nyinyi ndio watu pekee wanaoweza kufikisha taarifa zetu kwa ndugu zetu walioko Marekani wa wa kwanza mnizifikisha kupitia vyombo vya habari na mitandao mbalimbali, wa na wakaona nini kinafanyika Dar es Salaam, na umati huu wingi wa walimu na wanafunzi wamekuja kupokea makontena haya kama sehemu ya moyo wa shukrani kwa ndugu zetu walioko Marekani. E, ninaomba Wafikishe salamu ya kwamba mkuu wa mkoa na walimu na watumishi wote wanawashukuru sana kwa upendo wao na uzalendo wao, walivumilie pale napokwama yeye hakulipa haraka haraka kwenye upande wa shibilai, lakini mimi naamini tutafanikiwa, na wananchi wataendelea kutunga mkono. Hatunaekulipa m... gharama za usafiri, hatujanunua hata ubao wala kiti wala meza, mwalimu wametupa kule gharama, walioniambia nikulipia usafiri wa kufika na wameniambia nikifanikisha hili wataletea vitabu vyote vya kila namna. Kuna zaidi ya makontena mia moja yatakaokuja kwa ajili ya vitabu katika mkoa wa Dar es Salaam, lakini wamesema wataletea vifaa vya hospitali, wananiambia Makonda, tafuta ta ta gharama za usafiri sa na nananawatoa mangalii vingine vyote vitakuletea kwa leo. Kwa wingi wenu, tunawatumia salamu ya kwamba walichokituma kimefika na tumekipokea kwa mikono miwili. Naomba makofi mengi sana kwa ajili ya ndugu zetu wa Marekani. Nafahamu ndugu yangu Ali Amin na loni tarin, hawa ndio wamekuwa kania na enjinia jambo likamilike na kundi lao wanaita Six Region Diaspora Council, ambao wao kazi yao wanavikusanya hivi vifaa, lakini mwisho tunakamilisha utaratibu wa wali wangu kuwa na kozi ya muda mfupi Marekani, ni sehemu ya action program. Mimi najua

hii watu wanaweza waelewe vizuri taanatengene <coughs> kazaulijishiishi <coughs> tatizo hata mwanafunzi akiwa yuko chini ya mti akiwa mekereti chini, kama mwalimu ana morali wa kazi ya kufundisha tunapata matokeo mazuri. Nachukua nafasi hii kuzungumza machache mbele yenu kwamba tuko hapa kwa lengo moja tu. Tunaendelea kuona jinsi ambavyo mkuu wa mkoa wetu wa Dar es Salaam, Mweshimiwa Paul Makonda, anavyofanya kazi nzuri ya kuhakikisha kwamba walimu wanapata ofisi nzuri ya yenye hadhi Ujenzi unaendelea katika wilaya zote tano za ofisi za walimu shule za sekondari na msingi, na hivi jana mheshimiwa mkuu wa mkoa alipata tena msaada mzuri kutoka kwa serikali ya China. Balozi wa China alikuja kuzindua uzinduzi kwa majengo mawili shule ya Makumbusho na shule ya Kasulu galaya Ilala, na hiyo makumbusho iko Kinondoni. Naamini wote mlishuhudia kwamkua kuwa kazi liotuka manadi yako maalum ambayo inajumuisha vyombo vya ulinzi na usalama vinaendelea vizuri, na kazi ya ufyatuaji tofali, kazi ya ujenzi, na leo hii mnapokea msaada kutoka kwa watu wa Marekani ambao wameruswa na jambo kubwa unalolifanya, hatimaye wametoa furniture. Mbele yetu mnaona makontena na muda ni msimu mrefu, Mheshimiwa mkuu wa mkoa atayafungua makontena hayo, mtaona furniture zilizopo ndani. Mimi binafsi kwa niaba ya kamati hii ya ujenzi na kwa niaba ya walimu kwa kweli, afande unastahili mpongezi. Hongera sana sana sana. Wamekuwa wakisema kwa kuwa mikoroilo umepita, lakini wewe unaacha alama kubwa sana, hususan katika mkoa huu wa Dar es Salaam. Kwanza ni kijana kabisa, mkoa uliongozwa na wazee lakini sasa umedhihirisha kwamba vijana wanaweza. Hongera sana kuwa mkua. Ni kweli kwamba mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt John Pombe Joseph Magufuli hakukosea ukuteua wewe kuwa mkuu wa mkoa. Naamini kwamba alipokuteua, wachache walisema labda utaweza wakuwa ni vijana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 taarifa zangu zote, habari zote za ulimwengu za burudani na michezo nazipata kwenye app ya Global Publishers. Wewe unasubiri nini sasa? Hebu install sasa, unapitwa ndugu yangu. Install sasa hivi kwenye Google Play au App Store sasa hivi. Hayo ni maelekezo, hauwezi kwenda kwa jirani kama hujatokea nyumbani kwako. Hebu rudi nyumbani kwanza, hapa Global Publishers application.